Majeshi majeshi majeshi majeshi majeshi majeshi, majeshi. Nimesema madhabau imebeba vitu vingapi? Vitu vingapi? Cha kwanza madhabau imebeba baraka. Cha kwanza madhabau imebeba baraka. Na ndio maana unapotaka kuanza maisha yako ya ndoa unakimbilia wapi? Madhabahuni. Nini baraka ya madhabahu? Baraka ya madhabahu, madhabahu inapoachia baraka juu yako, ndoa yako, manake tayari ilishaingia kwenye agano na Mungu. Kwa hiyo Mungu yupo katikati ya mke na mume. Bwana Yesu asifiwe, amen. Bwana Yesu asifiwe, amen. Naongea na mtu hapa, amen. Namba mbili, Madhabahu imebeba laana, imebeba nini? Laana ndani ya kanisa, wako wakubarikiwa ndani ya kanisa, wako wakulaaniwa. Melewa vizuri? Meelewa vizuri? Na hii laana inampata mtu kutokana na vile atakavyoitendea madhabahu, automatically iko automatically. Yesu asifiwe. Ukikaribia madhabahu kwa baraka, kwa unyenyekevu, kwa, unye kwa kuiheshimu inabariki ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mchungaji, nisikilize na, na, na, na, na, na, na, na, pointi yangu ni msingi wa ndoa, msingi wa ndoa. Ndio ulizaa kabla ya kuolewa? Bwana Yesu asifiwe. Ulipata mimba kabla ya kuolewa? sasa Maisha unayoishi na mwenzako ni come and stay, ni come and stay. Hakuna neno la madhabahu juu yenu, ni come and stay. Ndio maana kidogo mnatukana na matusi kidogo, mnaburuzana kidogo, mnapigana vichwa, wewe unarudisha kofi. Hakuna hapo Mungu. Ay, Mungu hayupo, amjamshirikisha. Bwana asifiwe, amen. Ndio maana unaona Sara na Ibrahim kilivyoumana, Ibrahim anakimbia kwa Mungu. Sasa Mungu, hivi Sara unamuelewa kweli Mungu? Unamuelewa una sana. Yaani Ibrahimu namwambia Mungu. Mungu, unamuelewa Sara anachoongea? Ehe, anasemaje? Anasema eti nimfukuze ajili. Na ni, na ajili tayari ana mtoto wangu bado mdogo, namfukuzaje mfukuzaji na mtoto wangu? Mungu akamwambia Ibrahimu: kipindi wewe na Sara nakubaliana kwamba uzae na kijakazi ajili amkunyushisha, kamalizaneni, mimi sipo mimi sipo, mkamalizana naye, umeelewa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maisha yako ya ndoa, anza na Mungu. Unapoanza na Mungu, yeye ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mwanzo atakuwa na wewe mpaka mwisho atakupeleka. Wengi tunaanza sisi wenyewe, tukifika katikati tumeshindwa, tunakimbia kwa Mungu. Sasa, sasa, sasa jamani, Mungu sasa. Mungu sasa, Mungu ukuanza naye ndoa nyingi zenye migogoro asikuanza na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Asikuanza na Mungu. Asikuanza na Mungu. Mimi mama mchungaji sasa hivi na miaka naye mitano. Muulize kama ameshawahi kumpiga hata kofi. Muulize. Nishawahi hata kum, kumpiga mtama. Muulize. Hata muulize mchungaji haishawahi kukutukana. Muulize. Sijawahi. Wai. Tulianza na Mungu madhabauni, Alfa na Omega mwanzo na mwisho. Kwa hiyo kuanzia leo, kama ni come and stay ndoa yako, nitafute private, mwambie baba, sasa ule mzimu wangu niliuokota, lakini tuko come and stay, nataka uje unisaidie. Haleluya, Bwana Yesu zilipe <laughs> uje unisaidie, sina sina, uwezo sina uwezo wa harusi, angalau tu nitamke neno kwenye madhabahu, angalau ndoa yetu tayari jazi Yendanga kuzama, imesha toboka mbele, tuko mguu ndani, mgunje jahazi iko hivi <laughs> haleluya, tuko tunanging'inia, muda wowote tunaingia baharini, tunakufa. Kwanza na Alfa na Omega, mwanzo na, nimesema namba moja, anza na anza na Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Mwanangu nanielewa, majeshi majeshi, Zaburi Mia ishirini na saba moja Zaburi mia ishirini na saba moja Bwana asipofanyaje? Kumbe nyumba yako inatakiwa ijengwe na Bwana, mahusiano yako yajengwe na Bwana, hata kama mpenzi mliokotana naye kwenye matatu, ndiyo Mchungaji tayari. It's okay. Mweke Bwana mshirikishe mapema. Bwana asipolinda, asipojenga nini? Asipojenga nyumba, nyumba yako, ndoa yako ambayo ndo nyumba yako inatakiwa ijengwe na Bwana, endelea. Aijengae afanya kazi bure, ailindae afanya kazi bure Bwana Yesu asifiwe. Wewe mwenyewe kwa akili zako uweze kumcontrol mume wako uwezi. Unamhitaji Bwana, unamhitaji Bwana kama kama mume wako mwenyewe uliye naye ama mke wako uliye naye, shule ilishia, eh, wazazi tu kwanza, wazazi wake walimshindwa kumtengeneza, wanasema eh, tumpeleke shule. Bwana Yesu asifiwe. Kama mtoto wako ulikuwa una uwezo wa kumrekebisha usingempeleka shule. ame- Amekushinda, nasema nipeleke wenye we uwezo. Haleluya! mume aliyekoa mke uliye naye, wazazi wake walimshindwa, wakamua wampeane wa walimu, walimu wenyewe ametengeneza, wamehangaika. pasua, pasua, wao nyoka, inua mikono, bomoabomoa. E, Yesu ingilia kati, hiki kiumbe si kimetoka wapi? Haleluya! Wewe leo hii hata kanisani ameshindikana. Wewe utamuweza? Utamweza? unamhitaji Bwana amrekebishe, sio wewe, hautaweza sema. Nitakukomesha, unijui? Mimi ndiyo mdigo, mdigo niliyofunzwa udigoni, takunyoosha wewe mwanaume, uwezi. Unatwanga maji kwenye kinu. Haleluya, amen. Bwana Yesu asifiwe, amen. unamhitaji nani? Bwana Ndoa yako ina mhitaji Bwana na, it's not, sio Bwana in small letter. Haleluya! Bwana in capital letter, maanake small letter ni Bwana yako wa nyumbani. Haleluya! Majeshi, majeshi, majeshi, majeshi. Namba mbili, maisha uliyopitia ya ujanani au hau hau yaliyokukuza usiyaingize kwenye ndoa. Maisha uliyopitia ya ujanani au yaliyokukuza usiyaingize kwenye ndoa, utakuwa umefeli mtihani. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya ujanani, kipindi huko single na nsi eh, kache kipindi hicho huko sister dusi na queen, haleluya Unavaa nkodonkodo <laughs> Bwana asifiwe, una, unavaa una ile nkodonkodo ile, amen. Kuna maisha ya ujanani Shabani, maisha yale yakina yoyo meingiliza macheni mashingoni, umeshapata mke, kuna makorokoro achana nayo. Bwana asifiwe, ujanani navaa suruali iko hapa, ni kama umejanishia ume, ume

wapi? Haleluya, amen. Hapa unakimbilia wapi? unakimbilia bichi koko kwenda kula na machoma kipelo, tumbo liko nje hapo, umeishia kipelo, kimeishia hapa na umebaki nyama kile kinabana, unapitika kama utumbo wa mbuzi <laughs> mbuzi. Umeshaingia kwenye ndoa, kuna vitu usivae, kuna vitu usifanye aeiiwe ukifanya utaratibu ndoa yako, kuna tabia kubaki kuziacha. Ulikuwa kipindi bado uko single, yani unaweza kuongea simu za kisa za usiku za usikukimaliza ainakal aigaeumeshapata mwenzako, kuna muda wa kupumzika, kuna muda lazima upige naye story, lazima uongee naye mbadilishane mawazo. Ukiwa uko singo, mpenzi wako ns

hakijutamoko aja paka inafika hata saa nne, mtu onekani nyumbani, kazini ya huko nyumbani ya huko kwenye banda na tvii ya huko, siku si unaishi nikama ani kama sikiume china gani? Lazima utule kwamba niko dabo, siko siko, kuna masaa lazima niwe nyumbani, na kama siko nyumbani nitoe taarifa, kwa sababu niko na mwenzangu pacha. Ama bwana amenipa, lazima nifanye nikupe taarifa. Hey, hey. <laughs> Nachelewa kidogo, haya. Nikupikie nini mpenzi? Nikupikie mayai ya kuchoma. <laughs> Bwana asifiwe. Majeshi, majeshi, majeshi naongea na wanandoa hapa na wapenzi watarajiwa. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Majeshi majeshi. Majeshi. Najaribu kukuonesha kwamba maisha ya ujanani usiruhusu kuyaingiza kwenye ndoa. Ame? Ame? Amen. Kuna tabia ulikuwa unazifanya kipindi uko single. Ukisha oa achana nazo, achana nazo. Hame? Kuna vi ex, ex boyfriend vile vya shule, shule. Mlikuwa mnadanganyana kwenye mahindi humo, kwenye vichoro chochoro, chini ya madawati huko, mlikuwa mnaanguka nayo huko. Tani ulishaolewa, vitapike achana navyo. Haleluya. Unaweza kuona kuna mtu ni ameolewa bado ana ka boyfriend kake ka shule ya msingi Mko kwenye miwa, mwalimu anatafuta, mko kwenye miwa, miwa tu inacheza yenyewe, mko kwenye miwa huko, bado unako mpaka leo, umeolewa bado unako. Bwana asifiwe. Amen. Kuna tabia lazima uziache, umeingia kwenye ndoa sasa, maisha ujanani usiyachanganye, ndoa itakushinda, ndoa itakushinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shabani anaelewa vizuri. Hey, ame <laughs> sema leo naacha tabia za ujanani kwenye ndoa yangu, ili ndoa yangu ipone kwa jina la Yesu. Nikasema pia ama maisha yaliyokukuza sikiliza, kuna maisha wazazi wako waliokulea yale maisha waliokulea wazazi wako, sio kila kitu uingize kwenye maisha ya ukurasa wa maisha yako ya ndoa mapya unayowaza. Kuna vitu wazazi wako walifundishwa ama walikufundisha ni kutokana na mazingira ya kipindi kile. Umeelewa vizuri? Amen. Mfano, kuna kipindi ilikuwa wanawake wanakeketwa. Mungu asifiwe na ilikuwa inaruhusu ni, ni, ni, ni, ni, ni sawa kwa kuna vitu ndoa. That is your new chapter of your life. Usikubali kwenye ndoa utembelee ukurasa wa mama yako ama ukurasa wa baba yako. Kuna mambo ulifundishwa ama ulikuwa ukiyaona kwa baba yako akimtendea mama yako ama mama yako akimtendea baba yako usije kuyaingiza kwenye maisha ya mwanaume ambaye utae kukutana naye. Huo ni ukurasa wako wa maisha, unaandika kitabu chako. Wazazi wako walishaandika cha kwao, kama waliferi, kama walishindwa, ndoa yao ilikuwa ya migogoro. Sasa umeingia kwenye cha ukurasa wako. Kuna mama aidha aliolewa, alizalishwa, baada ya kuzalishwa ndio wewe sasa, akakulea kwa tabu akakulea kwa shida. Kwenye kukua kwako, kwa anakwambia, wanaume ni wale wale, baba mmoja mama mmoja, wanaume ni kama simba, wanaume hawafai kabisa. Ile kitu sasa inazidi kukua ndani yako, na unajua kweli wanaume ni wale wale. Kwa huyu mtu anakuwa na uchungu, kwa sababu ule uchungu alipandiwa na mama yake. Bwana Yesu asifiwe! Hey, hey. Bwana Yesu asifiwe Naongea na wana wa mungu hapa amen. Naongea na wana wa mungu hapa amen. Majeshi majeshi, majeshi ya Bwana. Kwa hiyo kuna maisha uliyapitia ya ugumu, ya mateso, usiruhusu yale maisha uyaingize kwenye ndoa. Ukiyaingiza kwenye ndoa, utawapitisha watoto wako kwenye ugumu. Naongea na watu wa mungu hapa amen. Baba yako alikuwa na wake wawili, baba yako alikuwa na wake watatu. Usiwe wewe, usitake na wewe uishi uwe na wake watatu, uwe na wake wanne. Watoto wako unawatengenezea nini? Mama yako unajua alikuwa ni mcharuko, mcharuko, ufagio usio chagua cha kufagia. Haleluya, hmm. Wewe sasa usitembelewe ukurasa, kuna mambo usiaige.